Kuendana na mabadiliko na teknolojia, shirika la posta limekwishaanza kufanya mageuzi na linaendelea kufanya hivyo na sote tumeshuhudia kupitia taarifa ambayo imetolewa katika banda la shirika letu la posta Tanzania. Hongereni sana TPC. Hatua iliyofikiwa na Tanzania katika kutekeleza na kutumia mfumo wa anwani za makazi imeendelea kuwa ni kielelezo muhimu cha juhudi za serikali katika kuelekea kwenye uchumi wa kidijitali. Hakika tunaendelea kujivunia hatua hii ambayo sasa imeanza pia kuvutia nchi zingine za jirani katika kutaka kujifunza namna bora ya kutekeleza mfumo wa anwani za makazi pia katika nchi zao. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, safari hii ya kuboresha anwani za makazi si ya Tanzania peke yake, ni safari ya Afrika, lakini vile vile ni safari ya dunia kwa ujumla wake. Mathalan, kupitia makubaliano ya nchi za Kiafrika katika African Continental Free Trade Area au AfCFTA, yanalenga kuifanya Afrika kuwa soko moja lenye ushindani, lenye uwezo wa kuzalisha bidhaa, lakini pia lenye nguvu katika biashara za kimataifa. Eneo mojawapo linaloguswa katika mpango huu ni eneo la biashara mtandao, ambapo mfumo wa anwani za makazi umeendelea kuleta mageuzi makubwa sana. Mageuzi hayo yametokana na uwezo wa mfumo wa kutoa taarifa za mahali sahihi pa kupeleka mzigo, lakini vile vile tunaamini kupitia matumizi ya mfumo wa anwani za makazi yatawezesha pia sana kampuni za ndani kuweza kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi kwa urahisi zaidi. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhakikisha kwamba mfumo wa anwani za makazi unatumika kwa tija na sekta zote. Lakini la pili ni vyema Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikaratibu ushiriki na utumiaji wa mfumo huu kwa upande wa sekta binafsi pia katika kufikisha huduma ikiwemo sekta ya fedha, afya, usafirishaji, utulivu, utalii pamoja na sekta nyinginezo. Lakini tatu, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI iweke utaratibu utakaowezesha watendaji wote wa kata, mitaa, vijiji na vitongoji kuboresha taarifa za wakazi katika maeneo yao mara kwa mara ili mfumo wa anwani za makazi uweze kuwa na taarifa sahihi muda wote. Eneo la nne ni vema ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na wizara ya ujenzi kwa pamoja kupitia TARURA ihakikishe kwamba halmashauri zote zinaweka miundombinu ya anwani za makazi katika mitaa na barabara ambazo wanadhamana za kuzihudumia. Lakini ni vyema pia suala hili ikatekelezwa pamoja na standards. Eneo la tano, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari iendelee na zoezi la utoaji wa elimu kwa umma juu ya matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Lakini eneo la sita, wizara ya teknolojia mawasiliano na teknolojia ya habari kwa kushirikiana na TAMISEMI iweke utaratibu endelevu ili kuwezesha mfumo wa anwani za makazi kutumika kama rejista kuu ya makazi nchini. Lakini saba, nitoe rai kwa wadau wa sekta ya mawasiliano kutoka sekta ya umma na sekta binafsi, ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania, mamlaka ya bandari Tanzania, mamlaka ya hifadhi Ngorongoro, shirika la hifadhi za taifa Tanapa, wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, kampuni ya Vodacom, Airtel Tanzania, Minara Tanzania, Vietel, Helios Tower, Huawei Softnet CRDB NBC NMB na APSA Tigo na wengine wote kuona namna bora ya kuendelea kuchangia au kuwezesha upatikanaji wa vishkwambi, kwani vitendea kazi hivi vitawezesha sana kampuni hizo pia nao kuweza kujua taarifa sahihi za mahali walipo wateja wao.